Takriban ya wananchi elfu sabini visiwani Zanzibar wanatarajiwa kuunganishiwa huduma ya nishati ya umeme kwa bei nafuu, ikiwa ni sehemu ya juhudi za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika kuboresha huduma ya nishati kwa wananchi. Katibu Mkuu Wizara ya Maji, Nishati na Madini Zanzibar, John Joseph Kilangi, ameeleza hayo wakati akizungumza na waandishi wa habari katika ofisi za Idara ya Habari Maelezo Zanzibar, ambapo ameeleza utekelezaji a Ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020-2025 na matarajio ya Ilani mpya ya mwaka 2025-2030. Component ya nne tunaita component ya distribution hii inaenda ku connect watu 70,000 kwa shilingi 50,000 tu na tunapambana mimi na wenzangu hapa. Nilisema toka miaka iliyopita miwili ikiwezekana wananchi waungiwe bure kwa sababu ni pesa ya kodi yetu tumekopa, tutakuja kulipa. Na hawa watu sabini elfu ambao watakuwemo katika mkumbo e, ule ndio kama hawaki na cheju, maisha watu watu wa cheju ni magumu. Huwezi <coughs> kumchaji laki mbili. Tuko pamoja. Sasa kuna miradi mingi ndani yake, pengine hawa ndugu zangu wa cheju, pengine hajapata tu majibu sahihi, lakini inawezekana kabisa wamo katika watu sabini elfu ambao wanahitaji msaada wa serikali mkono wa serikali kuungiwa huo umeme tunaunga e, wananchi wa Zanzibar Unguja na Pemba sabini elfu lakini tunaboresha pia hata mji mkongwe tunaondosha laini zote yani, e, transmission line zote za 11 kV tunaweka 33 kV ili umeme kuboost ikiwemo mji mkongwe, lakini kwa distribution lakinie, sabini elfu tunaenda kuwaungia watu Aidha watalipa hamsini elfu, lakini tunapambana na World Bank, ikiwezekana wasilipa hata senti moja. Aidha, mkurugenzi wa idara ya maendeleo ya maji Zanzibar, mhandisi Jokha Salum Mohammed, amesema kuwa serikali imejipanga kuondoa changamoto ya upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama kwa wananchi kupitia miradi ya kimkakati inaendelea kutekelezwa. Mradi ulikamilika 2024 na mwezi wa tatu na mradi ukikamilika, kuna kipindi kimoja ambacho kinaitwa maintenance period ambao tunaita kama DLP, kwa muda mwaka mmoja ambao inamalizika Machi 2025 kwa zoezi hili rasmi la kuongea watu majumbani, kwa sababu tayari mradi umeshafika, lakini bado muamko wa wananchi kujiungia wenyewe ulikuwa ni mdogo. Kwa hivyo tupokuja na hii special program tukaenda pia na kuwaelimisha wananchi na kuwahamasisha. Kwa hiyo tulianza mwezi wa 9 Septemba 2024 na tukamaliza Februari 2025. Hii ilikuwa ni awamu ya mwanzo kwa zile nyumba ambazo ziliingia kwenye mradi kama pilot. Na zilikuwa around 15425. Hizi ziliwekwa mita na mradi ambapo tayari ilikuwa nakuwekea mpaka nje ya nyumba yako na kutengenezea slab na kuwekea mita. Baada ya hapo, wewe uvute tu au uunganishe na lile, na lile bomba la ndani ya nyumba yako, lakini bado wananchi wengi walikuwa hawana mwamko, kwa hivyo na maana sisi kama wizara tukachukua juhudi pia ya kutoa elimu na kuwaunganishia. Lakini baada ya kumaliza zoezi lile, sasa ikawa ule mwamko umekuwa mkubwa na hamu kwa wananchi ikawa ni kubwa, ikawa maombi mengi yakaletwa. Kwa hivyo tukaingia tena katika awamu ya pili kwa maeneo ambapo hawana mita, ambayo hiyo tukaita ni phase 2 phase 2 ilikuwa target yetu ni nyumba elfu nane ambayo hii tulianza Machi ishirini ishirini na tano na mpaka sasa hivi tunaendelea nazo, na sasa hivi takriban nyumba elfu sita tayari tumeshazikamilisha kuziunga kwa upande wake, Kaimu Mkurugenzi wa Idara ya Nishati na Madini, Abdulsatar Maulid Salum amesema serikali inalenga kurahisisha upatikanaji wa madini ya ujenzi kwa kutumia njia za kidijitali ili kuondoa ulanguzi na kuwasaidia wananchi kupata huduma kwa gharama nafuu. Wizara kama wizara tumeliona hilo, even though kwa sasa kama tunavyojua, asilimia sabini almost sabini ya Zanzibar ni mawe na sehemu ndogo kabisa ndo mchanga kwa hiyo kwa hatua za kwanza tumeanza kulipa upaumbele suala la mchanga na tumeshaanza kufanya upembuzi. Tumefanya upembuzi wa awali, upembuzi wa yakinifu wa uingizaji wa madini ya ujenzi kutoka Tanzania bara, kuangalia namna bora tutakavyoweza kuingiza madini ya ujenzi kutoka Tanzania bara, kwa sababu kama tunavyojua uh, Tanzania bara ni kubwa na madini ya ujenzi ya Tanzania bara for years yataendelea kutumika kabla ya kusema kwamba amekwisha. Kwa hiyo tuta, tutaangalia tuta njia hizo za kuanza na mchanga, lakini na haya madini ya ujenzi nayo tutakuja tutaangalia namna bora ya kuingiza ili kwanza ya, yafike kwa wakati Zanzibar lakini pia yawe katika bei ambayo mwananchi ana uwezo wa kuyatumia. Katika kipindi cha utekelezaji wa ilani ya CCM ya mwaka 2020 2025 Wizara ya Maji, Nishati na Madini imetekeleza malengo yake kwa zaidi ya asilimia mia huku matarajio ya wananchi yakiwa makubwa kwa Ilani mpya ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano elfu mbili na thelathini.